Kwa majina naitwa Nawid Mula ni mkurugenzi wa kampuni ya Mbogo Ranches, ambao ndio mwandaaji na ndio mwenyeji wa maonyesho haya ya Mbogo Tri Nations Livestock Expo, na wadhamini wetu wakuu ni NMB Bank, na hapa leo tupo kwenye makao makuu yao kwa sababu ya mkutano na waandishi wa habari kujadilisha wote kuhusiana na shughuli hii ya kwetu ambayo itafanyika mwezi wa sita tarehe 14 na 15. E, kwenye shamba la mkonge la Ubena, e, kijiji cha Ubena Zomozi, e, almashauri ya Chalinze, wilaya ya Bagamoyo, e, maonyesho hayo yatajumuisha mataifa matatu ikiwemo Tanzania, Kenya na Namibia, ambapo kutakuwa kuna wafugaji bora na wauzaji wa mifugo ambao wataleta mbegu zao bora kuja kujumuika na sisi, lakini pia watakuwepo watu wa huduma mbalimbali za mambo ya mifugo na kutakuwa kuna semina na mafunzo ya kutosha kwa ajili ya kuwasaidia watanzania kupata elimu kuhusiana na ufugaji bora na wataweza pia kupata nafasi ya kununua mifugo hiyo kupitia mnada ambao utakuwa siku ya tarehe kumi na tano. Kwa hiyo tunategemea mifugo mingi kutoka Kenya na Namibia, ngombe bora wa Boran, Brahman, Simbra, Bonsmara pamoja na mbuzi na kondoo kama Boa, Kalahari, Dopa, uh, Meat Master. Kwa kutakuwa kuna mifugo mingi bora ambaye itauzika kwa mfumo wa mnada Uh, ambao mnada kwa mara ya kwanza pia katika historia ya taifa letu utakuwa unafanyika kwa njia ya mtandao pia. Kwa kama kuna mdau yoyote, kwa bahati mbaya ameshindwa kuja kwenye maonyesho rasmi yeye mwenyewe, ataweza pia kuingia kwenye tovuti za wabia wetu wengine ambao ni kampuni ya Swift TV ambayo iko South Africa na Namibia. Wao wataendesha wata zoezi la upigaji mnada wote mitandaoni. Kwa hiyo ni tukio la kihistoria. Uh, watu wengi wamepambana nyuma ya fazia. Niwashukuru sana watu wote walionisaidia kuifanikisha hii ndoto ikiwemo Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutupa afya na baraka za kuweza kufanikisha jambo kama hili na kuweza kulifikisha hapa, lakini lazima niwashukuru sana uh, wenzangu wote, ndugu yangu Pir Muhamed ambaye ni partner wangu kwenye hii kampuni uh, bila ushirikiano na kupeana mawazo na kusukumana kwa pamoja tusingeweza kufika hapa lakini, kipekee nishukuru sana serikali yetu ikiongozwa na Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kuweka mazingira rafiki na ya kuvutia wawekezaji na wageni, lakini pia wawekezaji wa ndani pia kupata moyo wa kuendelea kujituma na kuendelea kusukuma gurudumu la maendeleo kwenda mbele.